Yes, welcome back DB Tech. Uh, leo tunaenda kuangalia kwenye app yetu ya matokeo ya Olevel Result System. Tunaenda kuangalia namna unavyoweza kutengeneza setting plan. A uh, moja kwa moja utakuja hapa kwenye setting, kuna button tumeiongeza hapa inaitwa generate setting plan. A uh, hii utaweza kujenerate kwa kidato chochote, kwa darasa lolote, kwa level yoyote kwa sababu haina limiti ni wewe, uh, ni AI ambayo unaweza wewe uka, ikakutumia kulingana na wewe selection zako wewe au utakavyotaka wewe. Ukija hapa itakuomba uingize heading namba moja, ni ni ni uh, jina la mtihani kwa mfano ni NECTA. Au, nitahosa kama ni hapa, mimi nitahosa uh, nitaokea hapa nitaingiza jina la shule mfano hapa ni uh, heri. Uh, naweza kusema uhuru uhuru Secondary School then nitaokea hapa nitaingiza uh, jina la mtihani kwa mfano certificate of uh, utaweza kuedit hapa lakini pia hapa utaweza ukasema namba zianzie left au right. Naweza kaacha hapa hapo, namba zianzie upande wa kushoto. Mlango uonekane upande gani, left or right? Naweza kaonekana ionekane uko left, lakini a pattern of number kwa column, kwamba column namba moja iwe na meza ngapi, column namba mbili, kwa mfano hapa mimi na column namba tano nani, alubai, yoyo, uliza, the, uh, wanafunzi wanane wanane ambao ni jumla ni arobaini hiyo hiyo. Inaweza kaniuliza unaweza kaweka thelathini na nne hamsinizo hash moja itakuja hadi thelathini thelathini yeah, na nne hamsini thelathini na nne hamsini. Sitaki mkwaju, nataka hash, nitaweka hash. Inaishia hadi ngapi? Arobaini. Hapa nimeseti mimi mwenyewe ninavyotaka, then ita okay. Itaanza kuni display. Sasa hapa namna ambavyo nimejaza, kila kitu kitakuwa hivyo hivyo. Yes, kila kitu kitakuwa hivyo hivyo Tunaona do iko left na namba zimeanzia left kama tulivyosema, na heading hii hapa ni Uhuru Secondary, certificate of secondary. Hapa ndo center number, subject na nini anaweza akajaza, na huku chini ana invigilator name, anaweza kaandika huku, pamoja na supervisor name na sign, pamoja kila kitu ambapo hata ukiprint haiwezi kukata, inaonekana very nice, ni just print lakini ni namna ambavyo sisi tumechagua. Tunaweza tukatengeneza nyingine kutokana na selection zetu. Kwa mfano nataka, haina shida hii heading, haina shida, hiyo, haina shida just editing. hapa, hapa, hapa, yes. na na na, na hapa naweza nikasema mimi nataka ziwe kumi mstari wa kwanza wewe kumi, nane nane wa mwisho tena kumi. Kaona wanafunzi almost kama uh, arobaini. Uh, yes, okay. Na mbili nataka wakae kwenye hiyo moja. Anaambia unataka hii namba za namba zionekane, nasema yes. Mfano zionekane ianzia namba ngapi? labda hiyo hadi hadi hiyo, then nitaweza kuokay basi itagenerate kama nilivyo nilivyopanga tunaona inaanzia huku inaanzia left inaendea right, naenda left na hii doo itakuja kama right. Tulivyo kule tunaona cool. Yes. Doo imejileta right, kama kila kitu hapa, ambapo tutasema kumi na huku kumi, lakini huku walikuwa nane nane, imekuja the way ambavyo tume tume tumeiomba tume, tume tumeiomba AI tusaidie kutengeneza hivyo, na just haikati, lakini pia unaweza uka, uka, ukatengeneza ambayo haina namba kwa uh, ku generate heading haina shida, heading haina shida hapa, labda left hapa. Kwa hiyo hapa kwenye pattern ndio ita, ita, utakuwa makini kwamba una wanafunzi wangapi kwenye mkondo huu unataka utengeneze, ukiweka 50 itakutengenezea box 50, ukiweka 100 itakutengenezea box 100, hapo uta, uta okay. Uh, unataka kuonesha namba mwaka sasa hivi sitaki, naonesha tasema no, I don't want it okay, okay. then itaanza ku generate ambayo itakuwa haina haina hizo namba kama tunavyoona inaanzia way ambavyo wewe utavyoselect na kutengeneza hii setting plan, itakutengenezea the way unavyotaka. Ni just eh, wewe utakavyoamua wewe. Hata ukiprint inatoka bila, bila namba, ambapo una maana waje wajazie wajaze wanafunzi wenyewe uh, kwa mkono au kwa namna ambavyo wewe utakuwa huamini. Kwa hiyo, kwa namna yote wewe unaweza ukatengeneza hiyo setting plan kwa kutumia msaada wa AI, artificial intelligence.